Habari za wakati huu tena mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni na wakati huu tuelekee huko Washington Marekani. Jina langu ni Ramadhani Fupi. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump bado anazidi kuwachanganya watu na watu wanashindwa kumwelewa kabisa. Wakati huu Bwana Trump anawachanganya watu kuhusu suala zima la nchi ya Congo. Donald Trump, rais wa Marekani, amesema kwamba haifahamu kabisa nchi ya Congo. Bwana Trump anadai kwamba kuna raia wengi kutoka Congo ambao wameingia katika taifa hilo la Marekani kinyume na sheria, lakini yeye binafsi amesema kuwa halijui kabisa taifa la Congo. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Africa News ambalo liliripoti Donald Trump ameyasema hayo alipokuwa kwenye mkutano na waziri mkuu wa Italia Giorgio Meloni katika ikulu ya White House, ambapo amesema kwamba watu wengi wanawasili kutoka taifa hilo la Afrika. Congo sijui ni nini, lakini walitoka Congo na kuja ulimwenguni kote. Mimi sifahamu Congo, naisikia tu, alisema bwana Trump. Ikumbuke kwamba taifa la Kongo ni taifa la pili kwa ukubwa Afrika. Ni taifa lenye utajiri mkubwa wa madini pamoja na rasilimali mbalimbali, jambo ambalo kwa wakati huu taifa la Marekani chini ya bwana Trump linataka kuingia mkataba na serikali ya taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika uchimbaji wa madini. Lakini mbali na yote hayo, Donald Trump anasema kuwa wala halijui hilo taifa lenyewe la Kongo, anasikia tu Kongo Kongo, wala haijui hiyo nchi. Itakumbukwa, hii si mara ya kwanza kwa rais wa Marekani bwana Donald Trump kutoa kauli zenye utata zinazowachanganya watu kuhusu mambo na mataifa mbalimbali, hususan barani Afrika. Mwezi Machi bwana Donald Trump alisema kwamba hakuna mtu yeyote aliyewahi kulisikia taifa la Lesotho, nchi iliyo kusini mwa bara la Afrika wakati nchi hiyo ya Lesoto ilipewa msaada wa dola milioni nane kutoka kwa utawala uliopita wa Marekani kwa lengo la kuendeleza miradi ya maendeleo ya kimataifa. Kauli hii ya bwana Trump iliwashtua na kuwashangaza viongozi wengi wa taifa la Lesoto, akiwemo waziri wa mambo ya nje wa Lesoto, Lejon Mpojoane, ambaye alijibu kauli ya bwana Trump akisema kwamba walishtushwa sana na kauli hiyo. Mpojoane alisema kwamba hayo ni sawa na matusi na kuvunja moyo kwa kiongozi wa nchi anayeshikilia demokrasia. Anasema, nimeshtushwa sana kwamba nchi yangu inaweza kutajwa hivyo. Shirika la habari la Reuters lilimnukuu waziri Mpojoane akisema Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu ambapo rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba wala haifahamu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akidai kuwa kuna wahamiaji haramu wengi wanaotoka katika nchi hiyo ya Kongo kwenda nchini Marekani, lakini yeye wala haijui hiyo Kongo. Basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Jina langu ni Ramadhani Fupi.